Hello, mambo, karibuni sana kwenye chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana. Naitwa Mage na huwa ninaposti video zangu hapa. Leo tutapika mboga ya majani yenye kalanga kwenye pressure cooker. Na pressure cooker yetu ni hili hapa, aina ya Kenwood na nimeliwasha hapo, na kwenye pressure cooker kama hii tutabonyeza hapa palipoandikwa beef na mutton na itapika kwa muda wa dakika arobaini. Kwa hiyo unaweza kupika kitu chochote kwa muda huo. Mahitaji yetu ya leo ni mboga za majani, kitungu maji, pilipili pili, nyanya ambayo ni mbichi kidogo, mafuta kalanga pamoja na maji. Na nitaanza kwa kupika. Nitaweka mafuta. Ili kujua kama mafuta yako yamepata moto unaweza kuweka kitungu kidogo na yakishapata moto, utaweka vitunguu kama hivyo, kama unavyoona, jiko langu lishaanza kupata moto hapo, na vitunguu vinaanza kupikika hivyo vizuri kabisa. Kwa hiyo pressure cooker unaweza ukatumia kwa matumizi yoyote, kupika kwa kufunika au kupika hivi kawaida, na mambo yakawa mazuri kabisa. Basi tuendelee, naweka mboga yangu ya majani hapa. Mboga hii leo nimechanganya Chinese pamoja na spinach inaleta ladha nzuri sana sana sana, sana, sana. Kwa hiyo nitaigeuza hapo, na kwa wale ambao wanasema kwamba nyanya naweza kwa muda na inakaa inaiva kwa muda gani, nyanya unaweza ukaiweka hapa na inaiva kwa muda mchache tu Unavyoendelea kupika unaweka viungo vingine na nyanya zinaiva, nyanya zikelewe kuiva kabisa. Basi tuendelee kupika kama hivyo. Nimegeuza, imeshaanza kupata moto na jiko linaonekana kabisa linapika vizuri. Nikageuza tena, nilivyogeuza tena hapa ipo tayari kwa kuika nyanya. Nitaweka nyanya yangu mmoja ambayo hii nyanya leo ni mbichi kiasi, lakini sio mbaya. Nitaweka hivyo hivyo, na baada ya hapo nitaigeuza ili iende chini na nitaweka karanga zangu ili ziendelee kupata mvuke. Nimezigeuza tena chini na nikaongeza chumvi kiasi. Baada ya muda kidogo, naichanganya vizuri, kama unavyopika mboga yako kwenye jiko la mkaa, jiko la gesi, hivyo hivyo ndo unapopika hapo, na hatua ni zile zile. Nikishaichanganya hivyo vizuri, nitaongeza maji kiasi na inachemka hivyo, kama unavyoona inachemka vizuri kabisa. Ehe, baada ya hapa Nitaikoroga tena vizuri na kuiacha ipikike kwa muda haya. Na mboga yangu kama mnavyoiona hiyo, ipo tayari, imekuiva vizuri, imejichanganya vizuri, na mboga ni hiyo hapo. Utasave kwa chochote unachokipenda. Mpaka wakati mwingine, naupenda sana bye.